Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, ambapo this time around ni kwamba mashabiki wa bibie Zuchu eh, kutoka pande za Zanzibar wamemjia juu kweli kweli Mange Kimambi kwa vitu ambavyo wamevizungumza kwa sababu tunakumbuka kwamba Mange bwana aliweka wazi kuhusiana na issue ya bibie Zuhura kwamba Zuchu yeye alikuwa katika mahusiano na Diamond na walifunga ndoa, lakini hiyo ndoa imekuja kuvunjika siku nne kabla ya final wedding ya Juma Juksi, kwamba siku ile, Zuchu alivyoenda katika harusi ya final ya Juksi na Prisi, ni kwamba tayari, alikuwa tayari, ameshaandikiwa taraka tatu na Diamond kwa njia ya message. Na Diamond ameandika taraka hizo akiwa amesimamiwa na mama yake mzazi yani, Bisandra ndiye alikuwa amemsimamia, kwa mujibu wa vitu ambavyo Mange alikuwa amevizungumza kuonyeshwa kwamba ni za uongo kutokana na watu wa karibu wa Diamond na Zuchu wamethibitisha na kudhihirisha kwamba Diamond na Zuchu bado wako katika mahusiano, wapo katika mapenzi, na Zuchu pia ameposti ame video mpya hivi karibuni akiwa anaenda zake dita date na namze, which means kwamba kile alichokiandika Mange Kimambi akikuwa na ukweli wowote. Na jambo ambalo linaendelea sasa hivi ni kwamba Zuchu na Diamond wako katika ndoa, japo kweli kulikuwa ni siri, lakini sasa hivi ni kama vile wameamua kuweka mambo yawe bayana, na hata ukiangalia wazazi nao pia wamekuja kusupport, maana mama mama Dangote amesupport eh, ee, mama Hadija Kopa naye pia amebariki ame ndoa hiyo akiwa anatakia kwamba wapate watoto wazuri wema waje kuwa kutokana na hizo habari kuwa mkanganyiko, huku Mange anasema kwamba ameachana, ndoa kweli ilikuwepo lakini amekuja kuachana siku nne baadaye, lakini huku pia upande wa pili unaambiwa kwamba bado ndoa ipo na wanazidi ku have fun, maisha yao yako poa, hakuna ugomvi wowote ila tu aliamua kuwachezea watu akili siku ile ya harusi ya Juxy, wakaonekana kama wamenuniana. Sasa basi wadada kutoka pande za Zanzibar, wamekuja kumvaa Mange Kimambi, na kudai kwamba Mange Kimambi ana wivu, na mambo mengine mengi sana kumhusu. So, Mange nataka hapo usikilize the way ambavyo moja kati ya wadada video yake imeenda viral huko mtandaoni akiwa anazungumzia swala hilo kwamba eh, Mange ana wivu kwa mahusiano ya Diamond na Zuchu. Sijui mambekinani. Mange Kimambi, sijui mambekinambi, mdada mwenye wivu kilo 26. Mm. Ambaye yamwita Zuchu king'ang'anizi. Haya, uwe mwenzetu, ampitishwe harusi ya saa tatu, hata katunyemwa biriani, lakini ndo hiyo tumeiona alalisho. Eh bwana, akatuonesha lini Mange anawivu Tanzania nzima. Ukimwambia ukweli uloposti video zako, hata ujue alizipatapi, lakini ndo ujue anikwa ani. Mange, sijui ni mtu wa vipi jamani eh? kwenye kimwili chake kidogo kaa kichwa cha mbu, yani huwa sijui, sa zingine uko vipi jamani? Ajua na pisi kitako kaa pesi, lakini Mange yani sijui mwambie, jamani, hu viki ijaisha atakuja kusema na video zangu za utupu na hana. Huyu dada huwa hana kazi, lakini nasikia kazi online ndo kazi yake. Tafanyaje, labda yamlipa yuro. Haya.